Mtazamaji, tukisubiri leto atengeze mitambo, ni kwamba twende Kasipul ambapo, uh, wanahabari wetu Gatete Njoroge na pia vile vile, Crispino Tieno wanafuatilia uchaguzi huo, na sasa tunaungana nao mubashara watufahamishe jinsi upigaji kura unavyoendelea. Naam Crispino, kama unatupata vizuri uh, Lulu hapo na Rashid, na kupata vizuri hapa nilipo. Nipo katika shule ya msingi ya Kasimba uh, katika mji wa Oyugis, ambapo uh, kando na jinsi ambavyo hali ilivyokuwa mwendo wa asubuhi tayari tunaona msururu um, ama msongamano wa watu ambao tulikuwa tunashuhudia mwendo wa asubuhi katika uh, kituo hiki cha kupigia kura msongamano um, huo kwa sasa haupo tena. Uh, kwani uh, wale ambao walifika uh, mpaka sasa idadi inazidi uh, kuwa chini mno. Uh, kama mpiga picha wangu labda naweza kuonyesha kile ambacho kinaendelea hapa. Uh, hapa ndipo mwendo wa asubuhi kulikuwa na watu kadhaa tu ambao walikuwa uh, wamejitokeza kupiga kura mwendo wa kuanzia mwendo wa saa kumi uh, na mbili mpaka mwendo wa saa nne uh, na hapo baadaye idadi ikazidi eh, kuwa ndogo mpaka um, sasa. Kwa hivyo uh, taswira uh, katika mji um, wa Uyugisamani, ubunge la Kasipul. Tumekuwa tukizunguka na uh, mwenzangu Gatete ambaye um, pia amekuwa aki Uh, tathmini hali jinsi ilivyo uh, kwa sasa. Mji wa Oyugis uh, tumepita hapo muda mfupi tu kufika hapa uh, tumeona kulikuwa na vurugu kidogo baina ya vijana uh, uh, kutoka kundi pinzani, na imesababisha wafanyabiashara katika mji huo kufunga uh, maduka yao, lakini nikaonaye katete pia tueleze tu, tulikuwa tumeachana wakati mwingine, ukizungumza na wale maafisa wakuu wa IBC na vile vile, sijui si, kama uliweza kupata wale wakuu wa usalama, hali iko vipi mpaka sasa uh, kwa mujibu wa uh, tathmini yako. Naam, asante sana Crispin, tumeweza kukita, tunaendelea kukita kambi hapa katika eneo bunge la Kasipul e, tumezuru maeneo tofauti asubuhi. Saa 12 asubuhi tulikuwa katika kituo hiki ambapo ni shule ya msingi ya Kasimba, na wakati ambapo shughuli nzima ilianza ya kupiga kura kulikuwa na foleni, lakini hivi sasa hapa kuna vituo vinne vya kupigia kura, na kwa sasa hivi napotazama vituo vingi hakuonekani kama kuna dalili ya shughuli. Kuna wapiga kura wanafika moja kwa moja. Nimeweza kuzungumza na yule ambaye ni msimamizi wa tume ya uh, uchaguzi hapa katika eneo bunge la Kasipul Rebeka Abwaku ambaye amenieleza tu kufikia sasa aa, kile kituo ambacho kimeweza kuandikisha idadi kubwa ni asilimia arobaini na mbili ya wapiga kura ni katika kituo kimoja ambacho kimeweza kuandikisha idadi kubwa mm -hmm, lakini kuna kituo ambacho pia kimeweza uw kuandiki kwa, uh, kuandikisha idadi ndogo ikiwa ni asilimia kumi na mbili ya wakazi ama wale ambao wamejiandikisha kupiga kura katika kituo hicho. Hii inamaanisha kwamba ni idadi ndogo sana, iwapo, iwapo kile kituo ambacho kina idadi kubwa ni watu ni asilimia arobaini na mbili na kile kituo ambacho kina watu wachache ambao wamejitokeza kupiga kura ni ni asilimia kumi na mbili. Na kumbuka Crispin ya kwamba tumebakisha saa nne kabla zoezi nzima kuisha kwani ilianza, ilianza mwendo wa saa kumi na mbili asubuhi na itakamilika mwendo wa saa kumi na moja, uh, jioni. Kwa hivyo Crispin, ni, mas, uh, ni saa chache tu ambazo zimesalia zoezi hili kukamilika. Tunataraji ya kwamba labda kuna wale ambao labda waliamka kwa ajili ya shughuli za kazi watakuwa wakifika hapa uh, mwendo wa jioni na kuweza kupata muda wao wa kupiga kura pia na kuhakikisha kwamba wamechagua yule kiongozi ambaye nataka lakini kwa sasa idadi ni ndogo. Pia kumbuka tuliweza kushuhudia kile kisa cha gasi ya pale katika shule ya msingi ya Gorosare na maafisa wa usalama wame, tayari wameanza uchunguzi. Tumejaribu kuwatafuta wakuu wa usalama eneo hili kuweza tukujua wamefikia wapi na uchunguzi, ila kwa sasa hatujaweza kuwapata kwa ajili. Najua e, wako katika mbioni kuhakikisha kwamba hapo kuna matukio mengine ambayo uh, yameweza kutokea hapa na ni hatua ipi watakuwa wakichukua kama maafisa wa usalama Crispin. No, Naam uh, ashkuru sana. Uh, huyu ni Gatete Njoroge kutoka hapa vile vile, tutakuwa tukizunguka uh, kama alivyosema, imesalia tu takriban chini ya saa nne kabla shughuli eh, hii kutamatika rasmi uh, mwendo wa jioni uh, vile vile macho yote sasa yatakuwa yakiangaziwa uh, katika kule uh, eneo la ama shule ya upili ya wavulana ya Agurusari, kwani hapa ndipo kuna kituo kikuu cha kujumlisha uh, kura kutoka uh, vituo vyote uh, vya kupigia kura siku hii la, ya leo. Lakini kabla ya kuelekea katika eneo ambalo uh, shughuli hiyo itakuwa ikiandaliwa mwendo wa jioni uh, mtaturuhusu tuendelee kuzidi kuzunguka tuone hali ikoje katika eneo bunge hili nzima uh, la Kasipul na vile vile tutakuwa tukiungana nanyi tena baadaye Rashid na Lulu, ili tuweze kuwapa kuwa jinsi hali ilivyo katika eneo bunge hili na kuhusu uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kasipul. Nam shukran sana Crispin Otieno kwa maelezo uh, kwa hali inavyoendelea navyoendelea. Lulu bwana, najitokeza ile hoja ya kwamba bado idadi, hatujasikia taarifa kwamba idadi imeongezeka, lakini kwa mambo yanavyosonga, uh, idadi itaongezeka kitu tunapoelekea. Kwa Robert Masai yeye, kuanzia asubuhi idadi ilikuwa nzuri.